Tuambae ukasuku, washairi tujiunge, kwa yale ya mambo muhimu, beti kali tuzitunge, yezi wakate wa ujumu, zikeme hata bunge, wazembe tuwashutumu, wabunge waote meno, wasivilambe viatu. Watunzi tumakinike, tuambae ukasuku, kibaraka hana chake, si mtu ni zumbukukuu, pungufu akili yake, mla punje kama kuku. Nadhari nadharia, zimba kwa mwili bila akili, tuzitoe changamoto, zilete demoklasi Watu zinato si amwito wa tusikubali ukwasi, nchita kumbwa na jutola watu kuwa farasi. Farasi yu mtifu chanzo cha utumwa wake, hakuna thubutuye atinyati kumtuma aibebe mizigoe au chuchuku kumkama, na sogi amjazie, ampandishe kilima. Nyati si mkubalifu, mfugaji atazikwa. Kadhalika tafakari mashairi uyanyeti Laghai usiwakiri wasikura ikwa chati, ati ukweli ni shari, uwapige magoti, kata hotuba tupu, kandamizo la jamii. Mashairi jihadhari, usishikwe kama fimbo, kwa kulambishwa sukari, ukaimba zao nyimbo ukafikiri fahari una kuwa chao chombo, kuwabeba huna budi na viatu utalamba. Mshairi uwe wehuru upige yako mafumbo, usiwe kama kunguru ga umeja tumbo, na usitoze ushuru, hapo utakwenda kombo watetewa nyonge si wale waheshimiwa.